Kwa hivyo shabaha yangu ni kutoa klabu hiyo ambayo ina budget ya bilioni moja nukta mbili au bilioni moja nukta tano na kuipeleka kwenye bilioni tano nukta tano. Kati ya hiyo bilioni tatu nukta tano tutapata kutoka treasury bonds, na tutazidisha mapato mpaka bilioni mbili, kwa hivyo tutakuwa na bilioni tano nukta tano. Sasa nini ambacho nataka nifanye na bilioni tano nukta tano? Kwanza, unajua washabiki wa Simba wanahitaji sukses ya haraka haraka, maana yake lazima tusajili wachezaji wazuri, walipe vizuri, tutafute kocha mzuri na kadhalika, uendeshaji wa klabu. Kwa hivyo hiyo, ukitenga milioni nne kwa mwaka tayari mshawazidi wapinzani wako wa Azam na Yanga. Kwa nini? Wenyewe wanatumia bilioni mbili nukta tano mpaka bilioni tatu kwa maana yake umewazidi kwa asilimia ishirini na tano hapo, unaweza kuanza kushindana nao. La kwanza, lakini la pili, bilioni moja nukta tano ambayo iliyobaki, jamani, Simba, Simba de tunatimiza miaka themanini klabu imeanzishwa 1936 uwanja wa kufanyia mazoezi hatuna ban tuwe wa kweli tuache unafiki kwamba leo mimi kama mpenzi wa Simba mwanachama wa Simba inaniuma kwamba wenzetu eh, wameanza juzi eh, eh, na, na, na tayari wameshatengeneza uwanja wao kwa hivyo mimi ile bilioni moja nukta tano, shabaha yangu ni tukitenga bilioni moja nukta tano for 3 years, tutajenga uwanja, tutajenga gym, tutajenga swimming pool, tutajenga nutrition center. Yaani unajua ukitaka kufanikiwa kwenye mpira au kwenye maisha yako zaidi kwenye mpira, unalala unafikiria mpira, ukiamka unafikiria mpira, ukila unasikia mpira, hawezi tu kukula kitu ch chochote ch. Lazima upate chakula maalum, na hayo yote it cost money. Kuna recovery center, mchezaji anacheza mechi kama mara nyingine anacheza mechi mbili kwenye wiki, lazima apate massage, eh, lazima aingie kwenye, kwenye, kwenye, kwenye maji baridi ili misuli yake ya recover lazima tuwe na mwalimu wa mental toughness, lazima tuwe na video audio conferencing center. Mimi nakumbuka elfu mbili na tatu tulikuwa nacheza na Zamalek. Sasa huko nyuma, kila tukicheza na wale wa Arabu unakuja kumjua mchezaji sasa unacheza naye, unajua. Na mimi kwa kuwa hawa viongozi ni viongozi ambao mimi nawaheshimu na wengi wao ni marafiki zangu. Kwa hivyo nimefanya nao mazungumzo sio mara moja, na kuna wajumbe wa wa kamati ya utendaji nimekaa nao, lakini pia huko nyuma hapa juzi juzi, kwa kuwa wameteua hiyo kamati, na hiyo kamati nilikutana nao na nimewapa maoni yangu na wameandaa ripoti, na singependa kubishana nao kama wanasema vinginevyo. The decision is not there. The decision ni ya wanachama. Mimi ninavyoona kwamba kama kama wana interest ya club. What, what, ya club. Yaani, kwa mtu akipinga hili jambo maana yake hapendi Simba. Kwa hivyo mimi ninavyoona kwamba in general, kwa mara nyingi unaweza kuongea na mtu anakuambia jambo moja, huku anaenda kusema mambo mengine. Sasa hizo siasa sitaki niingie, lakini in general naona wako very positive.